Katika juma la kwanza la Machi hii tulipouangazia, mzozo wa Sudan, tulihitimisha mjadala na uchambuzi ambao tuliofanya kwa kusema kwamba Sudan ina hatma ya kuamua kati ya njia mbili, aidha irejeshe amani na utulivu kwa njia ya diplomasia ama kwa njia ya kijeshi. Hizi ni njia mbili ambazo zimekuwa zinatumika duniani kulingana na kila nchi ama kila utawala inaona inapokuwa na mzozo itumie njia ipi ambayo ni mwafaka kwao, ili kuweka mambo sawa katika taifa husika. Sasa wakati huu tunaendeleza mjadala huu wa Sudan bacho, ni kipindi ambacho gumzo kubwa limekuwa ni hatua ambayo imechukuliwa na upande wa jeshi la Sudan chini ya Jenerali Abdel Fattah al-Burhan ambao sasa wanajinasibu na kutamba katika mitaa ya Khartoum walioipigania kwa takriban miaka miwili ya jeshi na kundi la RSF. Sasa jeshi linasema wakati ni wao, wamechukua maeneo muhimu ya Khartoum na kwa mtindo huo wanajiandaa kutengeneza serikali. Hebu tuangalie taarifa hii ambayo inatufungulia mjadala wetu wa siku ya leo. Unyakuzi huo unakuja siku moja baada ya jeshi kushutumiwa kwa shambulio baya zaidi la anga katika vita hivyo na kuua takribani watu 270 katika soko, eneo la magharibi mwa Darfur. Jeshi limesema limepata udhibiti wa kambi ya Tiba al-Hasanab kusini mwa mji mkuu ambalo ni kama kituo cha mwisho cha RSF katikati mwa Sudan na ngome ya mwisho katika jimbo la Khartoum. Kufuatia kutoa tena ikulu ya rais katika ushindi muhimu Ijumaa, jeshi limepitia katikati mwa mji huo na kukamata taasisi za serikali zilizotekwa katika vita na kundi la RSF. Taarifa zinaeleza kuwa wanamgambo wa RSF wameonekana wakikimbia na kuvuka mto wa White Nile kwenye daraja la Jebel Aulia. Mafanikio ya hivi karibuni ya jeshi katikati mwa Sudan kutoa tena wilaya za mji mkuu na maeneo mengine yanakuja wakati ambao RSF imeimarisha udhibiti wake katika upande wa magharibi ikimarisha safu za vita na kutishia kuipeleka nchi hiyo kwenye mgawanyiko usio halisi. Vita hivyo vilivyozuka miaka miwili iliyopita wakati nchi hiyo ikijaribu tena kuleta mabadiliko ya kidemokrasia. Vimesababisha kile ambacho Umoja wa Mataifa unakiita kuwa ni janga kubwa zaidi la kibinadamu duniani, huku njaa ikiwa katika maeneo kadhaa pamoja na milipuko ya magonjwa ya kuambukiza. Zaidi ya watu milioni 12 na laki tano wameyakimbia makazi yao, wengi wao wakitafuta hifadhi katika nchi jirani. Ramadan, Tua, Azam News. Naam, tumesikia kwenye taarifa hiyo, licha ya kupata uelewa wa namna ambavyo jeshi limerejea katika mji mkuu wa Khartoum lakini tumesikia athari ambazo zinaikumba Sudan na wananchi wa taifa hilo. Sasa mwendelezo wa mjadala huu tunaofanya na mwenzetu Sufiani Mbalazi akiwa pale mkoani Morogoro yeye yeah, yeah, licha ya kwamba ni mchambuzi wa siasa za kimataifa, lakini amewahi kuishi nchini Sudan katika mji mkuu wa Khartoum, na ikumbuka kwamba ni miongoni mwa Watanzania ambao walilazimika kurejeshwa hapa nchini baada ya vita kushika kasi miaka miwili iliyopita. Yeye yeah, alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wanajiendeleza kimasomo huko nchini Sudan. Sufyani, karibu sana katika mjadala huu, na tunashukuru sana kwa kupata nafasi ya kuendelea kujadili yale yanayotokea katika taifa hilo ambalo unaofahamu nalo kwa muda ambao umeishi huko. Awali ya yote, hebu tuambie mpaka muda huu jamaa zako wa Sudani ambao mmekuwa mnawasiliana mara kwa mara wanasema nini ambacho wanakishuhudia kinaendelea katika mji mkuu wa Khartoum baada ya jeshi kushika hatamu. Asante uh, sana ndugu Raymond, eh, kama tulivyoona na tulivyoona katika vyombo vya habari kwamba Sudani, eh, jeshi limefanikiwa kuchukua mji wa Khartoum na habari zinazotoka katika mji wa Khartoum ni kwamba raia wengi sana wamefurahi, wengi wengi wamefurahi kwa sababu jiji la Khartoum ni jiji kubwa kwa Tanzania tunaweza kusema ndio Dar es Salaam. eh, kuna watu zaidi ya milioni sita na ziada walikuwa pale na wote walikuwa wameondoka katika mji ule kupisha mapambano ya wanamgambo na jeshi. Kwa hiyo hawa wote sasa wana matumaini ya kurudi, kwa hiyo furaha ni kubwa sana na tumeona baadhi ya raia tayari wameishaanza kurudi ili hali hata bado jeshi halija halijasafisha kabisa mabaki ya wanamgambo katika baadhi ya maeneo, lakini tayari raia wameshaanza kurudi kwa sababu sehemu kubwa ya Khartoum imeshachukuliwa na jeshi. Kwa hiyo habari njema ambayo inatoka sudani ni kwamba raia wengi sana wamefurahi kwa sababu Khartoum ni jiji la kibiashara na biashara zilikuwa zimesimama kwa karibu miaka miwili. Sasa wanarudi kuendelea na maisha, japokuwa kuna uharibifu mkubwa sana umetokea. Mm -hmm. Sawa sawa, Sufiani, na tuna kweli tunawapa baadhi ya picha za wananchi wa Khartoum wakiwa na furaha wakipeperusha bendera kutokana na hii hali ambayo inajitokeza hivi sasa baada ya jeshi kurejea katika jiji hilo, ama mji mkubwa wa taifa hilo la Sudan. Sasa niliona katika mitandao ya kijamii, miongoni mwa vitu ambavyo uliviandika, ulionyesha namna ambavyo chuo chenu kile nacho sasa kimekuwa tuseme, kimekuwa huru baada ya jeshi kukirejesha mikononi mwake na kundi la RSF kuwa limeondoka kwenye kile chuo mlichokuwa mnakisoma. Hii ina maana gani kwenu ambao mlikuwa mnasoma pale? Ni kweli eh, moja ya habari njema vile vile, ukiachilia tu jeshi kuchukua Khartoum eh, chuo chetu ni miongoni mwa vyo ambavyo vimepata hiyo eh, nafasi ya kuwa huru eh, eneo la chuo chetu lipo karibu kabisa na na naweza kusema ni kambi ambayo ilikuwa ikitumiwa na wanamgambo, kwa maana kulikuwa kuna uwanja mkubwa wa Olympic ulikuwa unajengwa na serikali ya Sudani uwanja ule tayari ulikuwa ushakamilika, kwa hiyo wanamgambo wakautumia uwanja ule kama kambi kuingiza silaha zao na kadhalika. Kutoka kwenye uwanja huo jengo e, linalofuata ndio chuo chetu kinaanza. Kwa hiyo sisi tulikuwa tumepakana na wao e, e, kwa hiyo ilikuwa ni eneo la hatari na vyovyote vile ambavyo ingekuwa eneo letu linge, chuo chetu kingeathirika. Kwa hiyo kukombolewa kwa chuo chetu pia ni moja ya habari njema sana na vilevile habari njema zaidi kuhusiana na chuo chetu ni kwamba uharibifu si mkubwa sana. Uharibifu e, uliotokea si mkubwa sana, ni maeneo machache. Jeshi lilikuwa linakitazama lina chuo chetu kwa jicho zuri, halikutaka kuwashambulia wanamgambo waliokimbilia ndani ya chuo. Kwa hiyo chuo chetu kwa, kwa sehemu kubwa kipo katika hali nzuri, isipokuwa tu maeneo machache machache sana kutokana okay. na video ambazo tumeziona na taarifa ambazo tumepewa, mm. binafsi inanipa faraja kwamba pengine ile kiu yenu ambao mlikuwa mnatamani kuona mnapata zile taarifa muhimu kutoka kwenye chuo ili muendelee na masomo, sasa mnaamani mna kwamba inawezekana mkazipata wakati wowote. E, kuna uwezekano kuna yeah. uwezekano mkubwa sana, baada ya kuwa raia tayari wanarudi e, Sudan, bila shaka na, na, na uongozi wa chuo pamoja na, na, na, na, na wanafunzi Hmm, wana mawazo hayo ya kurudi Sudani kwa sababu tayari chuo kimeisha kuwa huru, lakini sitarajii kama inaweza ikawa mapema kwa sababu bado sawa. E, sasa hebu tuende kwenye uh, tukio lenyewe hili la wanajeshi kurejea katika mji wa Khartoum na kuamsha shangwe kwa wananchi wa taifa hilo. Uliona hii hali inaweza ikatokea katika siku za hivi karibuni, jeshi kurejea kwa kishindo katika mji wa Khartoum ambao miaka miwili wamepambana na RSF bila kuwa wanapata mafanikio ya kurejea kwa kasi? E, ni kweli jeshi limerejea Khartoum lakini, mm. kwa wale ambao wana, wanafahamu kidogo utaalamu wa masuala ya vita especially uh, kwa, kwa wanajeshi, wanajeshi hawaingii vitani isipokuwa kwa mpango. Na kipindi cha mwanzo sahizi, zile clipu zinarejewarejewa, mm. jeshi liliwahi kusema kwamba sisi hatuwezi kuingia Khartoum na kushambulia Naam, uh, Sufyani Mbalazi ambaye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa bahati mbaya anaona mawasiliano yamekuwa si mazuri kati yetu na yeye akiwa pale mkoani Morogoro lakini alikuwa akitupitisha namna ambavyo pengine hii hali ina maana gani baada ya jeshi la Sudan kuwa limerejea. Sufyani, bila shaka unatupata hivi sasa? Ndiyo, nakupata vizuri. Naam, ehe, ulikuwa unatueleza namna ambavyo uh, pengine kurejea kwa jeshi hili na mipango ya kimkakati kama ambavyo visu. Jeshi linafanya kazi yake karibu. yamekuwa si mazuri kidogo kati ya yaauhusiana na hapa studio kusiana, kila kitu welezea, uh, eh, na kili Asante. Kwa hiyo jeshi lilikuwa lina utaratibu maalum ambao walikuwa wakihutumia ili kuhakikisha kwamba eh, ile miundombinu ambayo amejenga kwa muda mrefu haiathiriwi na ile vita hmm. uh, jeshi la Sudani ni miongoni mwa majeshi ambayo yana, yana, yana ndege nyingi za kivita za anga. Uh, na walikuwa na uwezo wa kuwashambulia rais wetu kupitia angani kwa katika yale majengo ambayo walikuwa wakijificha, lakini waliepuka hilo ili kutoharibu miundombinu, jambo ambalo lingerudi baadaye kuwagharimu raia wa Sudan. Kwa hiyo ulikuwa ni utaratibu ambao jeshi waliamua kwenda nao mpaka ilipofika wakati sasa eh, kumaliza ile nguvu ya ardhini ya wanamgambo na hatimaye eh, jeshi limeamua kuingia ardhini moja kwa moja. Mm-hmm. Na katika kipindi cha mwanzo jeshi lilikuwa li, li, li haliwezi kuingia moja kwa moja kama walivyoingia kipindi hichi cha mwisho kutokana na mtawanyiko wa wanamgambo. Wanamgambo walikuwa wamesambaa kila eneo, jeshi lilikuwa halina sehemu ya kuingilia, bali waliopo ndani ya Khartoum ndio walikuwa wanalazimika kutoka sasa eh, kutoka nje, na wanadai ni utaratibu wa kawaida kwamba katika kupigana ukiona umezingirwa, basi unaweza ukatoka kisha urudi, na ndicho hicho wanajeshi wanadai kwamba wamekifanya lakini cha ajabu zaidi ni kwamba na hawa wanamgambo jana wamesema kwamba tulichokifanya na sisi ni kutoka kisha tutarudi tena. Kwa hiyo wanadai kwamba, eh, utokaji wao ama kutoka kwao katika Khartoum sio kwamba wameshindwa, hapana, ila ni kutoka kwa kimkakati. Mm -hmm. Kutoka kwa kimkakati, na kila upande unaonyesha kwamba una mkakati wake wa kuhakikisha kwamba hauonekani kuwa ni dhaifu ama unazidiwa kwa uwepesi. Lakini uh, baada ya kuwa sasa jeshi limeingia Khartoum kimkakati, kama walivyotupitisha katika uh, uchambuzi wako, Sofiani, unadhani hii inaweza kuwa pia ni kazi nyepesi kwa jeshi kuendelea kurejea katika miji mingine ambayo bado RSF wana nguvu nayo mathalan Darfur? Hamani kidogo sijakupata vizuri. Ah, Sufiani, nilikuwa nasema kwamba je, unadhani jeshi kwa mtindo huu ambao wameutumia kimkakati kurejea Khartoum, inaweza ikawa ni kazi nyepesi katika miji mingine ambayo bado RSF wana nguvu nayo? Hamani kidogo sijakusikia vizuri. Pole, naona mawasiliano yanaita yana, yana, yana tabu kidogo. Uh, nilikuwa nataka kujua kwa mtazamo wako na kwa uchambuzi, unadhani kidogo siipati Pole basi, tutarejea hivi punde Sufiani, ili tuweke mambo sawa na tuangalie zaidi uchambuzi huu ambao tunaufanya hii leo katika kipindi cha Chekeche, ikiwa ni mwendelezo wa yale ambayo tulishai kuangalia awali juu ya mzozo wa Sudan ambao unaonekana unazidi kuchukua sura mpya, na hii ni baada ya jeshi kurejea katika mji wa Khartoum na likijinasibu kwamba sasa lipo kwenye nafasi nzuri ya kutengeneza serikali kama ambavyo limekuwa likitarajia. Tutarejea katika sehemu ya pili na ya mwisho ya kipindi chako cha Chekeche, tafadhali usiondoke. Namkaribuni na nikushukuru sana kwa kuendelea kusalia nasi. Hiki ni kipindi cha Chekeche, uchambuzi wa siasa za kimataifa na tuko katika sehemu ya pili na mwisho, tukiangalia nchi ya Sudan ambayo imekuwa ni gumzo kwa muda mrefu sasa kwa zaidi ya miaka miwili, kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe, vita ambavyo vimesababisha takriban watu milioni 12 kukosa makazi, kutokana na mapambano ambayo amekuwa anashuhudiwa kati ya mafahari wawili, Jenerali Abdel Fattah al-Burhan, lakini pia Jenerali uh, Muhamed Hamdan Dagalo wa kundi la RSF, na hawa ni watu ambao walikuwa wakishirikiana kuongoza taifa hilo kabla hawajatofautiana na kila mmoja kwenda kwenye upande wake, na kila mmoja akitaka kutengeneza serikali yake. Tumeangalia hivi sasa jinsi ambavyo jeshi la Sudan limerejea katika mji mkuu wa Khartoum ambao waliupambania kwa miaka miwili. Na uchambuzi ambao tunaufanya tunaye Sufiani Mbalazi, yeye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa, lakini miongoni mwa watu ambao wameishi kule nchini Sudan katika mji wa Khartoum na aliathiriwa na vita hivyo na kulazimika kukatisha masomo na kurejea hapa nchini, anazungumza nasi akiwa pale Morogoro. Sufiani, wakati tunaenda kwenye mapumziko mafupi ningekutaka kusikia kutoka kwako kwamba baada ya kuona mkakati ambao umetumiwa na jeshi kurejea katika mji mkuu wa Khartoum ingawa inaonekana ni muda mrefu lakini sasa wamefanikiwa, je, unadhani itakuwa ni kazi nyepesi kwao kurejea katika pia miji mingine ambayo bado ipo kwenye ngome za kundi la wapiganaji wa RSF? E, RSF wameamua kuchagua upande mmoja e, na, na tangazo lao ambalo wa wamelitoa baada ya kuwa wametoka katika mji wa Khartoum ni kwamba tumerudi nyuma ili tuweze kujipanga vizuri ili kuhakikisha malengo yetu yanatimia. Sasa wanachomaanisha inadaiwa kwamba huenda eh, RSF wameamua wasitawanyike sana, kwa sababu vita imeenda kwa miaka miwili, wa, wa, wanamgambo wao wengi wamefariki wameuliwa, na nguvu imekuwa chache. Sasa kuitawanya ile nguvu katika eh, nchi ya Sudani yote ni kitu ambacho ni kigumu, na ukizingatia kwamba eh, wanajeshi wengi wa Sudani hawakuingia kwenye vita moja kwa moja eh, walikuwa wakijipanga wakiingia taratibu, kwa hiyo jeshi lilikuwa linahifadhi nguvu yake wakati ambao wale wa RSF nguvu yake yote wameipeleka katika uwanja wa vita. Kwa sasa hivi jeshi limekuwa likichukua ile nguvu yake ambayo ilikuwa limehifadhi, pamoja na raia wanaotaka kujitolea kupigana kuliunga mkono jeshi, wamekuwa wakiingia e, kwa kasi sana. Kila ambaye alihisi amedhulumiwa kila ambaye e, alihisi kwamba e, wanamgambo wame, wame, wameharibu mali zao na kadhalika, walikuwa wanajiunga na jeshi ili kuliunga jeshi mkono. Kwa hiyo RSF wameona nguvu yao imekuwa ndogo. Sasa huwezi ukatawanyika sehemu kubwa, wamerudi nyuma. Kwa hiyo ule mpango wao wa kuigawa Sudani, au wa kuunda serikali yao, unaendana sana na hicho walichokifanya, kwa sababu kutoka kwao sasa kutawafanya wakae wa, wa, wa, wa, wa, wa sehemu moja ambayo wataweza kuidhibiti na kuifanya jeshi isiingie hiyo sehemu, kisha baada ya hapo kutangaza serikali yao ambayo itakuwa inaenda ki eh, serikali ya pili ndani ya eh, ndani ya Sudani, ukiachilia serikali ambayo itakuwa imeundwa na jeshi. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa juhudi yao kubwa sana, baada ya kutoka Khartoum, wameanza kushambulia sana katika mji wa Al-Fashir, mji ambao uko upande wa e, eh, e, eh, Darfur ya Kaskazini. Kwa maana wanalitaka eneo la Darfur ya Kaskazini pamoja na eneo la Darfur ya Magharibi ili sasa kile kipande chote kiwe kipande chao waweze sasa ku, eh, kutengeneza serikali yao. Kitu ambacho jeshi wamejaribu kusema kwamba kikisha maliza kuchukua Khartoum tukahakikisha sasa iko mikononi mwetu kila sehemu, basi tutakapoelekea ni huko na hakuna hata kipande cha ardhi yetu eh, ardhi ya Sudani ambacho tutakiacha chini ya wanamgambo japokuwa hii ni kauli ya kisiasa jeshi e, limetumia nguvu nyingi, limetumia mali nyingi. Sidhani kama watakuwa na sababu ya kwenda kupigana na wanamgambo ambao wana uhakika hawataweza kuwamaliza kwa kipindi kifupi. Bila shaka wataenda kwenye hatua ya mwisho ya mazungumzo, kwa sababu kipindi cha mwanzo walikuwa wanaona kuingia kwenye mazungumzo ili hali jeshi ndio linachukua airport ya e, wanamgambo ndio wanachukua airport ya Khartoum, wanamgambo ndio wanachukua ikulu, wanamgambo ndio wamechukua bunge, wanamgambo ndio wamechukua wizara zote walikuwa wanaingia kwenye mazungumzo kama e, watu madhaifu na wao wana, wana, wana, wanaona kwamba wanastahiki kuwa na nguvu. Kwa hiyo kuichukua Khartoum inaweza ikawa ni hatua mojawapo ya wanamgambo sasa kukaa chini tu kuongea e, na hawa RSF wawe kama wanamgambo wengine ambao wapo Sudani, waingie katika mkataba wa amani na mazungumzo. Na Sufiani, uh, kwa jinsi ambavyo unaiangalia Sudan na siasa zao na kambi zote mbili, kila moja ambavyo inapambana ili kuhakikisha kwamba inakuwa na himaya yake, unadhani swala hili la mazungumzo kati ya pande mbili Dagalo pamoja na Burhan wanaweza kukaa kirahisi kwenye meza ya mazungumzo? Kuhusiana na kukaa katika meza ya mazungumzo kati ya Burhan pamoja na hamdan na, na, na Dagalo ni, ni kitu ambacho kinatarajiwa kina lakini eh, hakiwezi kwa, kwa kipindi hichi kwa sababu kipindi hichi watu wengi wana majeraha e, kipindi hichi watu wengi wameathiriwa na vita na na wameumizwa na wame ili kundi la wa wanamgambo. Kwa hiyo hawawezi kuona kwamba Burhani anakaa tena na na Dagalo, lakini kadri muda utakapoenda, wanasema hakuna maadui wa kudumu e, ukiangalia uki, kwamba hii ni vita ya maslahi na nyuma ya kundi la wanamgambo kuna nchi nyingi zinaiunga mkono, zile nchi ambazo zilikuwa zinapata maslahi ya moja kwa moja kutoka kwa wanamgambo, kwa sababu wanashikilia maeneo yenye rasilimali kubwa kama madini. Kwa hiyo tunatarajia huko mbele kutakuwa kuna mazungumzo, lakini haiwezi kawa kipindi hichi. Lakini kipindi kigumu zaidi ambacho eh, Sudani inaenda kupitia eh, ni hichi kipindi kinachokuja kwa sababu ukiangalia eh, Sudani ukiangalia maeneo ya kusini yote yana vikundi ambavyo vinashika silaha na hivyo vikundi vyote vimeunga mkono jeshi katika ule mkataba uliofanyika Juba mwaka 2022 mwezi Oktoba, na miongoni mwa makubaliano waliokubaliana ni kwamba watagawana mamlaka kwa maana ya makamu wa rais ambayo yupo sasa hivi huyu, eh, Malik Agar anatoka katika kikundi cha wanamgambo. Waziri wa fedha wa sasa hivi yule Jibril anatoka katika kikundi cha wanamgambo Kiongozi wa wa, wa wa serikali ya Darfur Minni Arko Manawi anatoka katika kikundi cha wanamgambo. Hivi vyote ni vikundi vya wanamgambo ambavyo vilikuwa vinaipinga serikali. Sasa sasa, sasa hivi kimezaliwa kikundi kingine tena cha Hamdan Dagalo, maana sasa kimekuwa kikundi cha wanamgambo. Kwa hiyo tunakoelekea mbele, hata serikali ya kiraia itakayokuja itapata ugumu sana kuweza kuhakikisha eh, hawa watu wanaridhika, kwa sababu hawa watu waliahidiwa mamlaka, waliahidiwa eh, uongozi waliahidiwa kugawana utajiri. Sasa itakuwa ni ngumu sana e, kiongozi wa kiraia waongoze nchi awa watu wasipate maslahi. Kibaya zaidi katika yale makubaliano ni kwamba hawa wanamgambo kwa ujumla wao watapewa wizara tano, lakini pia watapewa nafasi ya viti bungeni, viti sabini na tano, lakini pia watapata uwakilishi waangala, wa angalau watu wanne katika e, lile jopo la juu kabisa ambalo litaongoza serikali ya Sudan na haya makubaliano bado yapo, ndio maana wameungana na jeshi e, kupigana dhidi ya Hamdan Dagalo. Sasa nini kitatokea e, pindi ambapo Burhan atataka kuunda serikali ya kiraia? Ugumu utakaokuja ni hivi vikundi vilivyomuunga mkono kupigana vitataka nafasi zao ziendelee kubakia. Sasa serikali gani ambayo itaongoza nchi? Waziri mkuu gani anaweza kuongoza nchi? Waziri wa fedha sio wa kwake Eh, makamu wa rais sio wa kwake, na wala hawajibiki kwake kwa chochote na mawaziri na wabunge karibu eh, sabini na tano wamekuja kwa njia zao, wala hawana uhusiano wowote na serikali serikali iliyokuwepo. Wizara karibu tano zipo kwa makubaliano na jeshi, na wala sio kwa matakwa ya waziri eh, ambaye atakuwa amechaguliwa kuongoza serikali ya Sudan. Kwa hiyo kuna ugumu mkubwa sana unakuja huko mbele Sufiani. Kuna ambao wanaibuka na hoja nyingine kwamba pengine ifikia hatua kwamba pande zote mbili zikubali kupoteza na kupata vitu ambavyo pengine havikuwepo, lakini yote kwa yote, labda Omar al Bashir arejeshwe uraiani awe ndo mtu wakati wa kuziweka hizi pande zote mbili na Sudani irejee katika utulivu wake. Unaona hoja hii na mantiki? Omar al Bashir Omar al-Bashir, uh, rais ambaye ametolewa madarakani e, ambaye alikuwa kiongozi kwa miaka mingi na alikuwa na mizizi mikubwa katika serikali. Baada ya mapinduzi ya, ya kumwondoa katika madaraka au mabadiliko ya kumwondoa katika madaraka alikuwa kizuizini. Nafasi yake Omar al-Bashir katika e, nchi ya Sudani sasa hivi ni mfungwa wa kisiasa ambaye anasubiria serikali itakapoimarika basi aweze kuhukumiwa. E, ima ahukumiwe e, kwa maana ya, ya, ya kama wanavyohukumiwa wengine kwa maana ni mtu aliyofanya mapinduzi mwaka 89 ama ahukumiwe kama rais ambaye alisababisha mauaji ya watu wengi katika e, maeneo ya Sudan, especially katika maeneo ya Darfur. Kwa hiyo hiyo ndio position yake, lakini sasa kile chama chake bado kina watu wana nguvu katika serikali ya Sudan. Huenda watu hao wakawa na mchango mkubwa sana juu ya hali ya kisiasa ambayo inakuja hivi sasa kwa sababu wao wana uzoefu mkubwa wameitawala ile nchi kwa miaka thelathini na wao ndio walioshikilia uchumi wa Sudan. Kwa hiyo wao wakiamua kuituliza eh, eh, Sudan itulie, wataweza, kwa sababu moja ya sababu zilizofanya jeshi ikatae mazungumzo ni hawa watu walikuwa wakiunga mkono jeshi na kutokana na uwezo wao wa kifedha na uwezo wao wa kiushawishi kwa raia ambao wanaiunga wa, wa, wa, wa mkono eh, serikali ya Bashir. E, wamejeshi limeweza kuendelea katika mapigano badala ya kwenda katika mazungumzo. Kwa hiyo hata sasa hizi wakiamua sasa kuweka e, hali ya utulivu inawezekana. Shida ni moja. Wale ambao hawakuwa chama cha Bashiri, vyama vingine vingine, chama cha Umma na chama vingine vingine vingine vyote haviwataki kabisa hawa watu kuhusishwa na siasa. Hawataki kabisa hawa watu we nafasi yoyote ya kisiasa. Burhan anaona hawa watu wanastahili nafasi ya kisiasa lakini baada ya uchaguzi. Sasa uchaguzi utafanyika lini na nani atasimamia huo uchaguzi huende ukafanyike, ndio tatizo hasa lililopo, kwa sababu serikali ya kiraia iliyokuwepo mwanzo ya, ya dawla Hamdok, moja ya malengo yake ilikuwa ni kufanya sensa, kugawa majimbo vizuri, kuenda ku ku kuunda tume ya uchaguzi, kwenda katika uchaguzi. Haya mambo yote walishindwa kuyafanya kutokana na mizengo ambayo walikuwa wakifanyiwa, lakini pia kutokana na wao wenyewe, waliona kwamba wakienda katika uchaguzi, basi serikali ya Bashir wale ambao walikuwa wako katika chama cha Bashir watachukua tena serikali kwa mara ya pili kwa sababu eh, serikali ya Bashir imekataliwa ndiyo juu, lakini watu wengi wa maeneo ya vijijini na wapi bado wanaunga mkono serikali ya Bashir. Kwa hiyo serikali ya Bashir, mjini, ya Bashir wo, serikali ya Bashir naweza kusema imekataliwa mjini, lakini maeneo mengi ya vijijini bado inaunga mkono kiasi kwamba wakienda kwenye uchaguzi hata leo serikali ya Bashiri inaweza ikarudi tena madarakani. Kwa hiyo hmm, kuna ugumu kidogo kwa serikali ya Bashiri eh, Bashiri yeye mwenyewe binafsi kuweza kurejesha amani, kwa sababu si sehemu tena ya mgogoro ambao unaendelea Sudani. Sufiani, ni kushukuru sana kwa nafasi yako na kwa uchambuzi ambao umetupatia kuhusiana na mzozo huu wa Sudan na unaweza kusema kwamba kupitia uchambuzi huu ambao tumeupata kwenye kipindi hiki ni kwamba wao wenyewe wa Sudani ndio ambao wana nafasi ya kumaliza mgogoro, lakini uchambuzi wa Sufyani unatuonyesha namna gani ambavyo safari si nyepesi hivyo ingawa wanaweza wakafikia. Ni swala la kusubiri na kuona ni kwa namna gani ambavyo Wasudani watakuwa tayari wenyewe kufikia hatima ya kuwa na utulivu kupitia makundi yanayoendelea kuibuka na pande ambazo zinapingana. Hii ni Chekeche. Asante sana kwa kuwa nasi, bado tutaendelea kukupa uchambuzi kwa kadri ambavyo mambo yanazidi kuendelea katika taifa hilo na maeneo mengi ambayo tunaangalia katika uchambuzi wa siasa za kimataifa. Mimi ni Raymond Nyamuhula, tukutane wakati mwingine katika Chekeche nyingine, lakini tafadhali endelea kuitazama UTV.